Katika historia ya mataifa mbalimbali duniani huwa kuna watu wanaojitokeza kama mashujaa wa fikra mbadala, wakijitoa kwa ajili ya kuhimiza haki, uwajibikaji na demokrasia. Nchini Tanzania, jina la Mdude Nyagali, maarufu kama Mdude Chadema, limekuwa gumzo miongoni mwa wananchi wanaofuatilia siasa na masuala ya haki za binadamu. Kwanza ni hotuba ambayo inaligawa taifa baada ya kuliunganisha taifa ni hotuba ambayo inaleta mgawanyiko kati ya watanganyika na Wazanzibari, kwa sababu watanganyika ndio wahanga wa kutekwa na kuuawa na Zanzibari hakuna haya matukio. Ni hotuba inayochochea chuki na visasi. Mdude ni miongoni mwa wanaharakati wachache waliothubutu kusimama imara dhidi ya mamlaka na kukosoa hadharani mienendo ya serikali, licha ya changamoto na vitisho anavyokumbana navyo. Namtakumbuka e, hata hata, e, hata alipokufa Mwangosi kulikuwa kuna wajibikaji aliyekuwa RPC aliondolewa, e, chimbi alikuwa waziri aliondolewa, e, na yule askari aliyefanya lile tukio alipelekwa jela akahukumiwa si miaka kumi na nne kama sikosei, si mpaka alishatoka au namna gani? pamoja na ushahidi kutolewa, wanamna polisi wanavyoshika na haya matukio Mdude alizaliwa tarehe 25 Agosti mwaka 1987 katika kijiji cha Isongole, wilaya ya Ileje, mkoani Mbeya. Alisoma katika shule za msingi za Mkumbukwa na Msamba wani. Kisha akaelekea Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako alisomea masuala ya kompyuta. Baada ya kurejea Tanzania mwaka 2007, alijiunga na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mwaka 2008 na kuanza kushiriki katika harakati za kisiasa akiwa kijana mwenye ari ya kuona taifa la Tanzania linatawalika kwa misingi ya haki na uwazi. tukio moja la mtu mmoja kuuawa eh, manake hajui kwamba soka na wenzake wametekwa, hajui kwamba mpaka sasa kuna orodha ya karibia ya watu 80 ambao orodha hiyo ilitolewa na TLS waliotekwa na kupotezwa katika miaka hivi karibuni. Mdude alijitokeza kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa, wa serikali kupitia mitandao ya kijamii na mikutano ya siasa, ameandika na kusema mambo mengi yanayolenga kuikosoa serikali, si kwa chuki binafsi bali kwa nia ya kujenga taifa lenye uwazi na utawala wa sheria. Hii imekuwa ikimweka kwenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na kutekwa mwaka 2019 ambapo aliteswa na kutupwa akiwa na majeraha makubwa. Tukio hili lilisababisha mjadala mpana kuhusu usalama wa wanaharakati na nafasi ya uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Licha ya changamoto hizo, Mdude hakuacha kusema, aliendelea kushiriki katika siasa na kampeni mbalimbali -mbali. Ikiwemo zile za uchaguzi wa serikali za mitaa ambapo alikamatwa tena mwaka 2024 akiwa pamoja na viongozi wenzake wa Chadema akiwemo Freeman Mboy wakati huo na Joseph Mbilinyi Sugu. Kukamatwa kwake kulizua mijadala mj kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani na namna vyombo vya dola vinavyotumika kisiasa. Mbali na hayo, Mdude pia alikabiliwa na kesi mbalimbali mbali, zikiwemo za tuhuma za dawa za kulevya mwaka 2020. hata hivyo kuna waliotazama tukio kama hilo kama jaribio la kumharibia jina au kumdhibiti kisiasa kutokana na misimamo yake ya ukosoaji. Mdude anawakilisha kizazi cha vijana waliokataa kunyamaza mbele ya vitisho, wakiamini kuwa taifa bora hujengwa kwa fikra tofauti na usawa wa kila raia mbele ya sheria. Kwa sasa bado hajapatikana licha ya tukio lililotokea mwaka huu wa 2025. Wanaharakati mbalimbali wana sheria na wadau wa masuala ya kisiasa na kijamii, wanaendelea kupiga kelele kuhusiana na kupatikana kwa Mdude. Ukiona mtu unayemwongoza analalamika, ni kwa sababu kuna kiwango cha expectation hujafikia. Excel to reach there. That is leadership. We, Mdude unafikia na thamani ya milioni tano, tano? kwani ni korola mbovu I don't know. I feel so ashamed. Hata kufikiria hicho kitu. Sisi, tunachosema wamlete Mdude, sisi hatukosi milioni tano atu... Sisi Mdude arudi tuendelee, bila Mdude kurudi position, it's my position my position kama Mwanambeya na rafiki wa Mdude, hichi ni kiapo. Things will not be the same again. Nilikuwa kuzungumza na mke wake, nilizungumza naye alitueleza kila kilichojiri mazingira na nini eh, lakini sitaki sana kulizungumza hili jambo. Najua ninachotaka kusema nishatamka Mbeya, na tukaweka deadline kwamba sisi our benchmark ni Mdude. Hatutaki nini, hatutaki nini, wao wanajua. Mdude ameendelea kuwa sauti ya watu wasiokuwa na uwezo wa kujieleza hadharani, akisisitiza umuhimu wa haki, demokrasia na utawala bora. Kwa ujumla, maisha ya Mdude Nyagali ni mfano wa ujasiri na uzalendo, ni kumbusho kwa Watanzania wote kuwa uhuru wa kujieleza siyo zawadi, bali ni haki ya msingi ambayo inapaswa kulindwa na kwa gharama yoyote. Katika mazingira ambayo maoni ya tofauti yanaonekana kama uasi, watu kama Mdude wanabeba dhamana nzito ya kulinda misingi ya demokrasia hata pale inapogharimu uhuru wao binafsi.